Je, umewahi kuhisi moyo wako umechoka, mawazo yamechanganyikiwa, au huna mwelekeo tena? Zaburi hii si ya kawaida, ni zaburi ndefu zaidi katika Biblia, iliyojaa hekima, faraja na mwongozo kwa wale wanaotafuta kusimama imara katikati ya changamoto za maisha. Unaposikiliza zaburi hii yote Ruhusu neno la Mungu litulize mawazo yako, liimarishe moyo wako na likupe mwelekeo mpya, mstari kwa mstari. Tuliza moyo wako. Kaa kwa utulivu na usikilize kwa makini. Sasa tusikilize Zaburi 119. Zaburi ya 119. Heri watu wa njia iliyokamilifu, waenendao katika sheria ya Bwana. Heri wazishikao shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote naam. Hawafanyi uovu, huenenda katika njia zake. Wewe umeamuru maagizo yako yashikwe sana. Laiti njia zangu zingethibitika, nipate kushika amri zako. Ndipo sitaona aibu, nitakapoangalia maagizo yako yote. Nitakushukuru kwa unyofu wa moyo nitakapojifunza hukumu zako za haki. Nitazishika amri zako, usiniacha kabisa. Ni kwa njia gani kijana anaweza kuitakasa njia yake? Kwa kulishika neno lako. Nimekutafuta kwa moyo wangu wote, usinipoteze mbali na amri zako. Neno lako nimeliweka moyoni mwangu, nisikukose. Uhimidiwe e Bwana, nifundishe amri zako kwa midomo yangu nimezitangaza hukumu zote za kinywa chako. Nimefurahia njia ya shuhuda zako, kama juu ya mali nyingi. Nitatakafari maagizo yako na kuzitazama njia zako. Nitafurahia amri zako, sitasahau neno lako. Mtendee mtumishi wako mema, nipate kuishi, nilishike neno lako. Fungua macho yangu nipate kuona maajabu ya sheria yako. Mimi ni mgeni duniani, usinifiche amri zako. Nafsi yangu imepondwa kwa shauku ya hukumu zako kila wakati. Umewakemea wenye kiburi, waliolaaniwa, wapotokeao mbali na amri zako. Uniondolee aibu na dharau, maana nimezishika shuhuda zako. Wakuu pia waliketi wakisema juu yangu, lakini mtumishi wako alitafakari amri zako. Naam, shuhuda zako ni furaha yangu, ni washauri wangu. Nafsi yangu imegandamana na mavumbi, unihuisha sawa sawa na neno lako. Nimezisimulia njia zangu, nawe ukanijibu. Nifundishe amri zako. Unifahamishe njia ya maagizo yako. Nami nitatakafari ajabu zako. Nafsi yangu inayeyuka kwa huzuni. Unitiishe kwa neno lako. Uniondolee njia ya uongo. Unipe sheria yako kwa neema. Nimeichagua njia ya uaminifu. Hukumu zako nimeziweka mbele yangu. Nimeshikamana na shuhuda zako E Bwana. Usiniaibishe. Nitapiga mbio katika njia ya amri zako, utakaponipanulia moyo wangu. Nifundishe ee Bwana njia ya amri zako, nami nitazishika hata mwisho. Unipe ufahamu nipate kuzishika sheria zako, nami nitazishika kwa moyo wote. Uniongoze katika njia ya amri zako, maana humo ndimo nipendapo. Uelekeze moyo wangu kwenye shuhuda zako, wala si kwenye tamaa ya mali. Geuza macho yangu yasitazame ubatili, unihuisha katika njia zako. Lithibitishe neno lako kwa mtumishi wako, kwa yule akuchaye. Uniondolee aibu ninayoihofia, maana hukumu zako ni njema. Tazama nimetamani maagizo yako; unihuisha katika haki yako. Rehema zako nazinigie e Bwana, wokovu wako sawasawa na neno lako. Nami nitakuwa na jawabu kwa yeye anilaumuyo, maana nalitumaini neno lako. Usiliondoe neno la kweli kinywani mwangu kabisa, maana nimezitumaini hukumu zako. Nitaishika sheria yako daima milele na milele. Nitatembea katika uhuru, maana nimetafuta maagizo yako. Nitanena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu. Nitafurahia amri zako nizipendazo, nami nitainua mikono yangu kwa amri zako nizipendazo nami nitatakafari amri zako. Kumbuka neno lako kwa mtumishi wako, ambalo umenitia tumaini. Hii ndiyo faraja yangu katika dhiki yangu, ya kuwa neno lako limenihuisha. Wenye kiburi wamenidhihaki sana, hata hivyo sikuiacha sheria yako. Nimezikumbuka hukumu zako za kale, e Bwana, nikapata kufarigika. Hasira kali imenishika kwa ajili ya waovu waiachao sheria yako. Amri zako zimekuwa nyimbo zangu katika nyumba ya ugeni wangu. Nimelikumbuka jina lako usiku, E eh, Bwana, nikaishika sheria yako. Hili nimelipata kwa kuwa nimezishika maagizo yako. Bwana ndiye fungu langu Nimesema nitayashika maneno yako. Nimekusihi uso wako kwa moyo wote, unirehemu sawasawa na neno lako. Nimezitafakari njia zangu, nikageuza miguu yangu kwenda shuhuda zako. Nimeharakisha wala sikukawia kuzishika amri zako. Kamba za waovu zimenizunguka lakini sikuisahau sheria yako. Usiku wa manane nitaamka kukushukuru kwa hukumu zako za haki. Mimi ni rafiki wa wote wa kuchao na wa wale wazishikao maagizo yako. e Bwana, dunia imejaa fadhili zako, nifundishe amri zako. Umemtendea mema mtumishi wako, e bwana sawa sawa na neno lako, nifundishe akili njema na maarifa, maana nimeziamini amri zako. Kabla sijateswa nilipotea, lakini sasa nimelishika neno lako. Wewe umwema ufanyaye mema, nifundishe amri zako. Wenye kiburi wamenisingizia uongo lakini mimi nitazishika maagizo yako kwa moyo wote. Mioyo yao imenona kama mafuta, lakini mimi minaifurahia sheria yako. Ilikuwa mema kwangu kuteswa, nipate kujifunza amri zako. Sheria ya kinywa chako ni bora kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Mikono yako ilinifanya na kuniumba, unipe ufahamu nipate kujifunza amri zako. Wakuogopao wataniona na kufurahi, kwa maana nalitumaini neno lako. Najua e Bwana, ya kuwa hukumu zako ni haki, na kwa uaminifu wako umenitesa. Fadhili zako na ziwe faraja yangu, sawasawa na neno lako kwa mtumishi wako Rehema zako na zinijie nipate kuishi, maana sheria yako ni furaha yangu. Wenye kiburi waone aibu, maana wamenidhuru pasipo haki, bali mimi nitatakafari maagizo yako. Wakuogopao warejee kwangu, na wale wazijuapo shuhuda zako. Moyo wangu na uwe mkamilifu katika amri zako nisije nikaona aibu. Nafsi yangu inazimia kwa kuutazamia wokovu wako, ninalitumaini neno lako. Macho yangu yamezimia kwa kulitazamia neno lako, nikisema: lini utanifariji? Maana nimekuwa kama kiriba moshi, lakini sikuzisahau amri zako. Ni siku ngapi za mtumishi wako? Ni lini utanifanyia hukumu juu ya wanaonitesa? wenye kiburi wamenichimbia mashimo, wasiopatana na sheria yako. Amri zako zote ni za uaminifu; wamenitesa pasipo haki, unisaidie. Karibu walinimaliza duniani, lakini mimi sikuyaacha maagizo yako. Unihuisha kwa fadhili zako, nami nitazishika shuhuda za kinywa chako. e Bwana, neno lako limesimama imara mbinguni milele. Uaminifu wako ni wa vizazi vyote, uliithibitisha nchi nayo imesimama. Vyote husimama hata leo kwa hukumu zako, maana vyote ni watumishi wako. Kama sheria yako isingekuwa furaha yangu ningalipotea katika dhiki yangu. Sitayasahau maagizo yako kamwe, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, maana nimetafuta maagizo yako. Waovu wamenivizia kuniangamiza, lakini mimi nitatilia maanani shuhuda zako. Nimeona kikomo cha ukamilifu wote amri yako ni pana sana. Ee, jinsi niipendavyo sheria yako! Ni kutafakari kwangu mchana kutwa. Amri zako zimenifanya niwe na hekima kuliko adui zangu, maana ziko pamoja nami daima. Nina akili kuliko walimu wangu wote, maana shuhuda zako ndizo kutafakari kwangu. Nina ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimezishika maagizo yako. Nimeizuia miguu yangu isienende njia yoyote mbaya, nipate kulishika neno lako. Sikupotoka katika hukumu zako, maana wewe umenifundisha. Jinsi yalivyo matamu maneno yako katika kaakaa yangu, naam ni matamu kuliko asali kinywani mwangu. Kwa maagizo yako napata ufahamu, kwa hiyo nachukia kila njia ya uongo. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nitalitimiza, kuzishika hukumu zako za haki. Nimeteswa sana, e Bwana, unihuisha sawasawa na neno lako nakusihi. e Bwana, pokea sadaka za hiari za kinywa changu, unifundishe hukumu zako. Nafsi yangu iko hatarini daima, lakini sikuisahau sheria yako. Waovu wamenitandikia mtego, lakini sikupotea mbali na maagizo yako. Shuhuda zako nimezifanya kuwa urithi wangu milele, maana ndizo shangwe ya moyo wangu. Nimeuelekeza moyo wangu kuzishika amri zako daima, hata mwisho. Nachukia wenye nia mbili, lakini sheria yako naipenda. Wewe ndiwe kimbilio langu na ngao yangu, ninalitumaini neno lako. Ondokeni kwangu enyi watendao mabaya, nipate kuzishika amri za Mungu wangu. Unitegemee sawasawa na neno lako nipate kuishi, wala usiniaibishe katika tumaini langu. Nishike nipate kuokoka, nami nitatazama amri zako daima. Umewakataa wote wapotokeao mbali na amri zako, maana hila yao ni uongo. Waovu wote wa dunia umewaondoa kama taka, kwa hiyo napenda shuhuda zako. Mwili wangu hutetemeka kwa kukucha, naogopa hukumu zako. Nimefanya hukumu na haki, usiniachie wanaonitesa. Uwe mdhamini wa mtumishi wako kwa mema Wenye kiburi wasinionee. Macho yangu yamezimia kwa kuona wokovu wako na neno la haki yako. Mtendee mtumishi wako sawasawa sawa na fadhili zako, unifundishe amri zako. Mimi ni mtumishi wako, unipe ufahamu, nipate kujua shuhuda zako. Ni wakati wa Bwana kutenda, maana wameivunja sheria yako. Kwa hiyo napenda amri zako kuliko dhahabu, naam, kuliko dhahabu safi. Kwa hiyo ninayashika maagizo yako yote kuwa haki, nachukia kila njia ya uongo. Shuhuda zako ni za ajabu kwa hiyo nafsi yangu huzishika . Kuingia kwa maneno yako huleta nuru, huwapa wajinga ufahamu. Nilifungua kinywa changu nikapumua kwa hamu, maana nilitamani amri zako. Unielee unirehemu kama ilivyo kawaida yako kwa wapendao jina lako. Zithibitishe hatua zangu kwa neno lako, wala uovu wowote usinitawale. Nikomboe na uonevu wa wanadamu, nipate kuzishika maagizo yako. Ungarisha uso wako juu ya mtumishi wako, unifundishe amri zako. Macho yangu yamechuruzika mito ya machozi kwa sababu hawakuzishika sheria zako. Wewe ni mwenye haki, e Bwana, na hukumu zako ni adili. Shuhuda ulizoamuru ni haki na uaminifu mwingi. Wivu wangu umenimaliza kwa sababu adui zangu wanalilia wame... kwa moyo wangu wote nijibu, e Bwana nitazishika amri zako. Na lilia wewe, uniokoe, nami nitazishika shuhuda zako. Niliitangulia alfajiri nikalia, ninalitumaini neno lako. Macho yangu huyatangulia makesha ya usiku, nipate kulitafakari neno lako. Isikie sauti yangu kwa fadhili zako, E Bwana, unihuisha kwa hukumu zako. Wananikaribia wanaofuatia hila wako mbali na sheria yako. Wewe ukaribu e Bwana, na amri zako zote ni kweli. Zamani nimejua shuhuda zako, ya kuwa uliziweka milele. Tazama mateso yangu, uniokoe, maana sikuisahau sheria yako. Utetee shauri langu, unikomboe, unihuisha sawasawa na neno lako. Wokovu uko mbali na waovu, maana hawakutafuta amri zako. Rehema zako ni nyingi, e Bwana, unihuisha kwa hukumu zako. Watesi wangu na adui zangu ni wengi, lakini sikupotoka mbali na shuhuda zako. Naliwaona waliokosa nikachukizwa, kwa sababu hawakulishika neno lako. Tazama jinsi nipendavyo maagizo yako; e Bwana, unihuisha kwa fadhili zako. Jumla ya neno lako ni kweli, na kila hukumu yako ya haki hudumu milele. Wakuu wamenitesa pasipo sababu, lakini moyo wangu unaogopa neno lako. Nimefurahia neno lako kama mtu apataye nyara nyingi. Nachukia uongo na kuuchukia sana lakini sheria yako naipenda. Mara saba kwa siku na kusifu kwa hukumu zako za haki. Amani nyingi wanaoipenda sheria yako, wala hawana kitu cha kuwakwaza. Nimeutazamia wokovu wako e Bwana, nami nimezifanya amri zako. Nafsi yangu imezishika shuhuda zako, nami nazizipenda sana Nimezishika maagizo yako na shuhuda zako, maana njia zangu zote ziko mbele zako. Kilio changu nakifike mbele zako e Bwana, unipe ufahamu sawasawa sawa na neno lako. Dua yangu naifike mbele zako, uniokoe sawasawa na neno lako. Midomo yangu itatoa sifa, utakaponifundisha amri zako. Ulimi wangu utaimba neno lako, maana amri zako zote ni haki. Mkono wako na uwe tayari kunisaidia, maana nimechagua maagizo yako. Nimeutamani wokovu wako e Bwana, na sheria yako ni furaha yangu. Nafsi yangu na iishi ikakusifu, na hukumu zako zinisaidie. Nimepotea kama kondoo aliyepotea. Umtafute mtumishi wako. Maana sikuzisahau amri zako.